Lakini mwalimu, kinyonge sana beki, inaonekana inavuja chukupe, na mzee maelewano ni afiki. Magoli yote karibia mawili yametoka kwa ndoa na mwalimu na kiwazi kwamba kuna shida

bila uliko unaweza kashinda dakika za kwanza, dakika ya kwanza, lakini unaweza kashinda. Kwa hiyo tumeridhika Mwalimu, nakuuliza swali hilo kwa sababu umemtoa Kenny Mwambungu ambaye alikuwa kiungo msingi sana katika eneo la kukaba, na mechi bado naiona kabisa ngumu, ni tafu, watu wanakuja. Kwa nini mliamua kufanya mabadiliko kamale kama wale

kama tungeanza kushinda mapema lakini kipindi cha pili ukiangalia wenzetu wamerudi, wameweza kushinda mchezo kipindi cha pili. Mwalimu, kwa matokeo haya sasa, maana yake ni kwamba KMC, mashabiki wanaondoka vitu chini, mechi mbili zidi ya Fountain zote mashabiki wako sababu kusema kama amepoteza, tusirudi kwenye mechi tena. Kikubwa kwamba sisi tunaomba mashabiki wa Kinondoni waendelee kwa mkono, na mechi bado nyingi ziko mbele yetu. Kikubwa tusitoke hapo, tuendelee kupambana. Hata sisi walimu sema, tunatoka katika nyumbani, hawa wachezaji wa Kanyumba wanaweza kupoteza mechi? Hapana, kikubwa ni kuungana kwa mkono. Pale ambapo wanapokea shida au matatizo, ndio sehemu muhimu ya kuwa pamoja.